Kijana kwa miaka miaka ngapi? Miakanapiia 22. Akija shughuli zake za kawaida huwa anatokea mtaa gani Nairobi? Anauziaga uzi, ana huko, anatokaga Makandara, anauziaga huko kwa Komasi. Jaribu kumuona kijana, unaweza ukatuelezea mmekuta nini katika hiyo wards ya ICU? mm -hmm. Jambo la kwanza ni kuwa vile tuli ni vile nimesoma kwa mtandao tu, kijana maaga asubuhi. Niliamua kuthibitisha kama hilo jambo ni la kweli ama ni si la kweli, nikapigia daktari hapa Kenyatta ambaye tuna uhusiano, na nikamwomba aende pa ahakikishe. Akaniambia pia alikuwa ameona hiyo social media post, lakini alipoenda kule kwenye ICU, alirudi akanipigia simu akasema kwamba kijana yuko hai Kuja, nikamuona. Na naweza kuja nikamwona, hapo ndio nikatoka kuja kumwona, lakini nimefika hapa na nimezuiliwa kuingia kule, lakini sio kitu kwangu, sio kitu muhimu at lazima nimuone kwa macho nikuhakikishiwa kwamba ako hai. Mimi, mime, mime nimetosheka, na kama vile wamesema hawataki niingie kule, sitaingia kule, nitasema tu, tu. Ile notion yenye iko kwa social media ameweza kuyaga dunia. Ningetaka ku clarify kwa Wakenya kuwa uh, Boniface Kariuki Mwangi yupo hai na tunamwombea Mungu ili condition yake iweze kuwa poa. Manake huyo ni kijana mdogo, alikuwa anajitafutia. Vijana wengi walikuwa wanaibia watu, lakini yeye alikuwa anauza mask vizuri, na tungeweza kusema ya kwamba eh, mambo ambayo yamekuwa yakifanyika katika taifa letu la Kenya, kuona askari waki, wakisumbua vijana wakifanya biashara zao ni makosa sana. So, sisi tungetaka kusema to this nyancha tungetaka kusema ya kwamba Boniface Kariuki Mwangi yuko hai na tungezidi kusema ya kwamba tuweze kumwombea, ili ili aweze kuendelea vizuri. Hayo tu ndio tungeweza kusema kwa sasa.